Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango Hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Kwa sababu sisi sasa si chombo cha kuleta maendeleo kwa Watanzania. Kingunge Ngombale Mwiru alizaliwa mwaka 1938 nchini Tanganyika. Katika kipindi ambacho nchi ilikuwa bado chini ya ukoloni. Alikuwa akishuhudia kwa karibu maisha ya wananchi wa kawaida, umaskini, ukosefu wa haki na sauti za Waafrika zilizokuwa hazisikiki katika maamuzi makubwa ya nchi yao. Tangu akiwa kijana, Kingunge alionyesha tabia ya kutokubali dhuluma kimya kimya. Alikuwa mzungumzaji msikivu, lakini zaidi ya yote alikuwa mtu wa misimamo Alipojiunga na harakati za kisiasa kupitia TANU alijitosa kwa moyo wote, akiamini kuwa uhuru haukuwa mwisho wa safari, bali mwanzo wa mapambano mapya. Baada ya uhuru wa Tanganyika mwaka 1961, Kingunge alikuwa miongoni mwa vijana waliomzunguka Mwalimu Julius Nyerere kwa karibu. Hakumfuacha kwa sababu ya madaraka bali kwa sababu ya itikadi. Alikuwa muumini mkubwa wa Ujamaa na kujitegemea akiamini kuwa taifa haliwezi kusonga mbele kama wachache wanaishi juu ya wengi. Akipanda ngazi za uongozi, Kingunge hakuwahi kuwa mwanasiasa wa kupendezesha kila mtu. Alikuwa mkosoaji wa wazi, hata ndani ya chama chake. Aliamini kuwa kusema ukweli hadharani, hata ukiuma, ni bora kuliko kunyamaza kwa hofu ya kupoteza nafasi. Aliteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali serikalini na ndani ya chama, lakini popote alipokuwa, tabia yake haikubadilika. Alipinga rushwa, alikosoa uzembe, na alisimama kidete kutetea misingi ya ujamaa, hata pale ambapo upepo wa kisiasa ulianza kubadilika. Miaka ilivyopita, siasa za Tanzania zilianza kuchukua mwelekeo mpya. Uchumi wa soko ulianza kupewa nafasi, ubinafsishaji ukaingia. Na misingi ya zamani ikaonekana kama mizigo, lakini Kingunge hakubadilika. Alisimama wazi wazi akisema tulipotea njiani. Maneno hayo hayakuwafurahisha wengi. Wengine walimwona kama mtu aliyekwama kwenye historia, wengine walimwona kama kikwazo cha maendeleo. Lakini kwa Kingunge, misimamo haikuwa suala la umaarufu, ilikuwa suala la dhamira. Hatimaye, mvutano kati yake na chama chake ulifikia kilele. Baada ya miongo ya uaminifu, Kingunge alichukua uamuzi mzito kuondoka CCM. Uamuzi huo ulikuwa wa kihistoria. Mwanasiasa aliyesaidia kujenga misingi ya chama aliamua kusimama kando akisema hauwezi kuwa sehemu ya mwelekeo aliyouona haukuwa sahihi kwa taifa. Hata baada ya kuondoka madarakani, sauti ya Kingunge haikunyamazishwa aliendelea kuzungumza kuandika, na kukosoa pale alipoona haki inakanyagwa. Hakuwa na hofu ya umri wala heshima ya vyeo, alikuwa huru kusema alichokiamini. Alipofariki mwaka 2018, Tanzania ilimpoteza mtu mmoja muhimu sana, mwanasiasa asiyeogopa kusema ukweli. Lakini swali linabaki, je, siasa za leo zina nafasi ya watu wenye misimamo kama Kingunge au dunia ya leo ina wahitaji wanaonyamaza zaidi kuliko wanaosema ukweli? Katika sehemu ya pili tutaangalia urithi wa Kingunge na funzo kwa kizazi cha sasa cha viongozi. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Typhoon Film TZ. Asante.